Tukiendelea kuangazia mzozo wa kivita kati ya Israeli na Iran, tunafahamishwa kwamba rais wa Marekani Donald Trump amechapisha kwenye mitandao ya kijamii kinachoendelea kuhusu mahali alipo kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Katika chapisho lake ameandika hivi: tunajua hasa mahali alipojificha yule anayeitwa kiongozi mkuu. Yeye ni shabaha rahisi, lakini yuko salama huko, hatutamuua angalau sio kwa sasa, lakini hatutaki makombora yanayorushwa kwa raia au askari wa Marekani. Uvumilivu wetu umepungua. Asante kwa umakini wako kwa jambo hili, ameandika Trump, mwisho wa kumnukuu. Muda mfupi uliopita, Rais Trump aliandika kwenye mtandao wa kijamii na kusema kwamba tuna udhibiti kamili wa anga juu ya Iran.